mfuatiliaji wa Zenji update YouTube channel, karibu katika makala safi kabisa inayozungumzia athari za majina yasiyostahiki kwa watu wenye ulemavu. Ni kukujuza tu kwamba ni mimi mtayarishaji wako Tatu Juma, kwa nami mwanzo hadi tamati ya makala hii. Wakati dunia ikiadhimisha siku ya watu wenye ulemavu leo hii Disemba tatu, ndugu mfuatiliaji, mada hii imejikita hasa katika kupinga matumizi ya majina yasiyofaa au yenye kejeli yanayoathiri taswira, heshima na nafasi ya watu wenye ulemavu. Malengo mahususi ni kuelekeza majina yasiyostahiki yanayotumika kwa watu wenye ulemavu na pia kuelewa taswira hasi inayojitokeza kutokana na matumizi ya majina na hayo na kueleza athari za kijamii na kisaikolojia zinazowakumba watu wenye ulemavu kutokana na lugha hiyo, pia kuwahimiza matumizi ya lugha jumuishi yenye heshima ili kukuza usawa na utu kwa watu wote kuelimisha jamii kuhusu umuhimu wa kubadili mitazamo hasi na kukuza staha katika mawasiliano. Mbali na hayo pia kwa upande wa sheria ya watu wenye ulemavu Zanzibar namba nane ya mwaka elfu mbili na ishirini na mbili, kifungu namba 30 kinaeleza kwamba kila mtu ana wajibu wa kutekeleza, kulinda na kutetea haki za watu wenye ulemavu ukijumuisha kutoa taarifa zinazohusiana na uvunjwaji wa haki hizi, ambapo kifungu namba 31 na mabano 1 kinazungumza kuwa watu wenye ulemavu hawatubaguliwa au kudhalilishwa kwa namna yoyote ile na katika ngazi zote zile kutokana na sababu ya ulemavu wao. Ndugu mpenzi mfuatiliaji, leo hii nipo na Khamis Zahor mkazi wa Makadara ambaye ana ulemavu wa viungo pamoja na Seif Salim Said mkazi wa Meya Mjini Unguja, wakieleza kwa hisia kali kabisa jinsi ya wanavyochoshwa na kuathirika kisaikolojia juu ya uitwaji wa majina yasiostahiki hayo. Kila siku ndiyo yapo hayo, hasa humu mitaani, hayo yanakuwa yapo hayo. Kwa hiyo tena mwenyewe utavyolichukulia tu, ila mimi mtu anaponambia kitu kama kimenidhalilisha, nahisi hajanidhalilisha, kajidhalilisha yeye mwenyewe, kwa sababu Allah ndo mmoja tu ambaye kwamba kaumba alio niweka mimi katika kasoro hii. Mimi sisemi ni kasoro ya Allah, ndo alo taweka, ni sifa ile. Kwa hiyo, ua namwachia yeye mwenyewe tu Allah, mimi nabakia na ya kwangu. Yeye mwenyewe atacheka atafurahi kwa faida yake, lakini mimi anabakia kama nilivyo, tusibadiliki vivyo haya. Kiufupi ni majina mabaya ambayo anamwathiri mtu kisaikolojia, hususan mtu mwenye ulemavu, kwa sababu mtu mwenye ulemavu kamwita kipofu, ina maana tayari kisaikolojia kushamwathiri yeye. Umwite mtu mwenye ulemavu wa macho au ulemavu wa uoni tayari, au asiona, lakini ukimwita kipofu au kiziwi au ukaja ukamwita kiguru, tayari hii haya ni majina ambayo kwa mtu mwenye ulemavu yanamwathiri kisaikolojia, lakini pia hata utendaji wake hata, au kushiriki katika jamii itakuwa hashiriki, itakuwa ni mtu antisocial, yani ni mtu mwenye kujitenga na jamii. Kwa maana hiyo tunahitajika watu wenye ulemavu tuwaite majina yaliyokuwa mazuri. Mbali pia, ya na hayo pia nimepata fursa ya kuzungumza na mwanzilishi wa jumuiya ya wasioona Zanab, ambaye pia ana ulemavu wa macho, bwana Adil Muhammad Ali pamoja na mwanachama wa jumuiya hiyo bado Tuna wachache wetu ambao wana tuita kwa majina ambayo sisi wenyewe hatuyataki, na bahati nzuri tuna sera na sheria ile ya mwaka elfu mbili na nne, tuna elfu mbili na sita, na sheria ya mwaka elfu mbili na ishirini na mbili iliyopitishwa. Kwa hivyo utaona sheria hizi kwa kweli zimemlinda zime mtu mwenye ulemavu uh, kutamkwa kwa maneno yoyote ya kinyume na vile ambavyo asivyovitaka. Kwa hivyo tunataka jamii ibadilike iweze ku, ku, kusoma mazingira uh, hivi sasa na waone wasioona basi wawaite wasioona, sio badala ya kuita uh, kipofu Uh, na wale walemavu wa viungo badala ya kuita viwete au viguru na, na, na kadhalika. Na tunahitaji hasa nguvu ya serikali katika yale mambo yote ambayo yamewasilishwa kwao, uh, mahitaji ya watu wenye ulemavu katika zote siku mbili hizi za tarehe 15 Novemba, kwa siku ya uh watu wasioona, uh, siku ya fimbo nyeupe duniani, lakini vilevile kwa tarehe tatu, uh, kwa siku ya watu wenye ulemavu duniani uh, hasa katika zile risala zao au maombi ma, ma, ma, ma yao mbalimbali ambayo wamaomba, basi wa serikali wanataka wayapitilie waya na wayachukulie uzito, ili kupunguza eh, kero au eh, changamoto zinazokabidi watu wenye. Ndugu mfuatiliaji wa kipindi hiki, hebu tuje kwa upande wa wazazi, nao wanasemaje juu ya dharau zinazofanywa na baadhi ya watu? huu hapa Bichumu, mkazi wa Mea mjini Nguja, akitoa ya moyoni. Mimi nayambia jamii yoyote, anaye mtoto nlemavu a masikio nlemavu uua macho nilemavu wa aina yoyote asimwone kama si mtu huyo amfanya, kama ataka kufanya hivo kashakosea mpaka kwa Mwenyezi Mungu. Maana huu ni mtiha nikapewa na Mwenyezi Mungu, tujali ana kutizama imani yako Mwenyezi Mungu. Aa, au kamaona, huyu mtu aone nitakafanya vituko mpaka ajute. Kwa upande wa mwongozo wa dini, nao unatupa mafunzo gani juu ya kujadili hili pamoja na kuweka usawa katika jamii husika? Kwanza tumsikilize mwanaharakati wa taasisi mbalimbali za kidini, ukhti Amina Salum Khalfan akifafanua jinsi ya mwongozo sahihi unaostahiki kutendewa kwa kila binadamu. Ee, mimi neno langu na kwamba sisi tujitambue, kwa maana binadamu na walemavu watarajiwa saa yote kwamba hivi tunavyojiona wale tunavyojiona kwamba tukijiona kwa sisi tumetimia tunavu. Tujue tuna aina za ulemavu ziko nyingine zimejificha ndani. Kwa hiyo tunatakiwa tujenge heshima kwa watu ambao wamepata nuksani wamepata upungufu katika viungo vyao, na siku zote ka tunavyosema mtu anapenda kuitwa jina analolipenda yeye mwenyewe. Kwa hiyo leo watu wenye ulemavu jumuiya, watu wenye ulemavu, baada ya kukaa wakajadili, wakasema kwa tulikotoka tulikuwa tukitumia maneno haya na haya na haya, lakini yalionyesha aina fulani ya dharau, sio aina fulani ya heshima, kwa sababu tumeona bora tuitene majina haya na haya. Kwa hiyo sisi wanadamu sisi, waraiya, sisi wa raia sisi viongozi tuwaheshimu hao kwa sababu wao wanataka sasa hivi kuitwa majina yao, haya ndo aliyoyachagua na jina ni chaguo lake mtu, na, na huku naona ukiwa mdogo wanakuchagulia wazazi wako jina. Wanakuita. Nuru. Wanakuita eh, Kamila au Kamila au anakuita Amina, wanakuita mwana Mwana Khairi, mwana Furaha, au sio kwa kwamba mtu mwite jina ambalo mwenyewe akiitwa anajisikia furaha. Unajua hata watu ulemavu, leo kuna watu wameitwa majina hana furaha lile jina, katika hayati katika maisha yake limemkosesha furaha, hajisikii vizuri akiitwa aki aki jina lile mbele za watu. Kwa hiyo binadamu, kwahio bndame kita identity yake moja kubwa ni jina unamwita kwa hiyo, hata akiwa ameingia nuksani ameingia upungufu katika kiungo, basi wenyewe washaka washaka kitako washasema tunaomba sisi mtuite majina ya dizaini hivi, anzeni na utu wetu kwanza. Mtu mwenye ulemavu wa akili, mtu mwenye ulemavu wa mkono, mtu mwenye ulemavu wa masikio au sikivu, mtu mwenye ulemavu wa miguu, mtu mwenye ulemavu wa kuongea. Anza tanguliza mtu mwenye ulemavu. Muembe ni mti unatoa embe, mkungu mti unatoa kungu, au si, mnazi ni mti unatoa nazi. Kwao tusione tabu kuwaita watu mtu mwenye ulemavu wa aina hivi, wenyewe ndo wanavyojisikia. Tusiwaita watu majina yaliokuwa hawayapendi wala yaktabadhukubadhu, msiitane majina ya kubu kupaguudha hivi tumekatazwa hicho kitu, tusitani majina kubkui. Mtu jina halipendi, usimwite ukimwita, manake umemwangusha nini? Heshima yake, halafu yake kendae, hatukupenda hatukufurahia. Tanguliza kwanza utu, najua sera yetu sahii tunaenda utu mbele, kujenga utu wa mwanadamu, utu, maadili yanaanza kwenye utu. Kwa hiyo tuwajengee utu kwanza, mtu mwenye alafu ndo tumaite mtu mwenye eh, ulemavu sikivu menyee anajisikia vizuri akiitwa vile. Kumbe watu wenye ulemavu wakiitwa hivo ndo wanajisikia vizuri vile? ni dharau, na hata mbele ya Mungu si vizuri, ni makosa. Kwa upande wa dini ya Kikristu nayo inasemaje? Hapa ni naye mchungaji kutoka kanisa liliyopo Machui, naye akitoa mwongozo juu ya hilo. kwa majina yangu naitwa Pastor Happiness Moses ni mchungaji kiongozi wa kanisa la FPC Machui. Ninamshukuru Mungu kwa kunipa kibali hiki siku ya leo, ninamshukuru Mungu sana. Bwana asifiwe sana. Moja kwa moja, napenda kuzungumzia athari ya majina ambayo wanaitwa watu wenye ulemavu. Tunapoelekea kwenye siku ya walemavu duniani, napenda kuzungumzia jambo hili kama kiongozi wa dini, kama mtumishi wa Mungu. Watu wenye ulemavu imekuwa changamoto sana kwenye jamii yetu, kwa sababu tunafika mahala tuna kujiita majina magumu, ni kama kuwaumiza na kuwatenga. Lakini tukisoma Biblia inatufundisha kwenye kitabu cha Yohana tatu mstari wa kumi na sita inasema ya kwamba, kwa maana jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu na akamtoa mwanae wa pekee ili kila muaminie aweze kuokolewa. Kwa hiyo Mungu anatufundisha na kutuelekeza kwamba Mungu anawapenda watu wote, haijalishi yuko kwenye kwenye udhaifu wa aina gani, hata hawa tunaoona ni waremavu, Mungu bado anawapenda na nawahitaji lakini watu wamefika mahala tunawaita majina ambayo yanaumiza, majina ambayo yanawatenga. Hawa ni binadamu kama sisi. Tukiangalia neno la Mungu linatufundisha habari ya kupendana, habari ya upendo, ni kwa sababu Mungu alitupenda sisi. Hata kama mtu ana ulemavu bado Mungu anamhitaji na bado Mungu anamheshimu. Kwa hiyo ndugu zangu wapendwa, napenda kuzungumzia jambo hili kwa kina sana na kwa kutoka moyoni, kwamba tunahitaji kuwa karibu na walemavu, tunahitaji kuwatia moyo, tunahitaji kuwasamini na kuwajali pia. Lakini pia kwenye upande wetu sisi wa Kristo, hata kwenye maeneo ya kumtumikia Mungu sisi tunawapa kipao mbele. Tunachoangalia sisi ni shauku yake na utayari wake na bidii yake ambayo amesimama nayo lakini pia tulikuwa tunashauri serikali au jamii kwamba unapoona mtu mwenye ulemavu, sio wakati wa kutamka majina magumu, majina yenye kuumiza, ni wakati wa kumtia moyo na kuwa karibu naye na kumjali na kuona ni mtu wa thamani kama jinsi unavyojiona wewe. Sisi wote ni binadamu. Chama cha waandishi wa habari wanawake TAMWA Zanzibar ni miongoni mwa taasisi binafsi inayopambana katika kutetea haki za watu wenye ulemavu. Kwa upande wao, wamefanikiwa kuandaa miundo mbinu tofauti, ili jamii iweze kufahamu kiundani kabisa haki za watu wenye ulemavu, pamoja na kuhakikisha haki hizo zinatendeka ipasavyo. Huyu hapa ni afsa mipango TAMWA Zanzibar, Khairat Ali Haji akieleza.

Kwa hivyo kama ni programu maanake tunazitekeleza na tunafanya kupitia vyombo vya habari ili watu wenye ulemavu waweze ku access huduma mbalimbali katika jamii. Eh e, siwezi nikasema kwa makisio ikoje ni nini, lakini tunajua bado tunahitaji kupiga hatua, bado tunahitaji kuendeleza ku, ku, ku, utetezi nabidi wanapata tabu, kwa hiyo bado naona kuna jitihada zinatakiwa kufanywa ili kuhakikisha tunapata access, na kunakuwa na ujimu sisi kama unavyoona, chama chetu ni chama cha waandishi wa habari wanawake, na sisi nguvu yetu kubwa ni kutumia waandishi wa habari. Tumefundisha waandishi wa habari kuhusiana na masuala haya ya utetezi wa haki za watu wenye ulemavu, na sisi tunawatumia wao katika kuandika, kwa sababu sisi tunaamini kupitia vyombo vya habari wahusika wanaweza kuona na kufuatilia. Matumizi ya majina yasiyostahiki kwa watu wenye ulemavu si suala la lugha bali ndiyo chanzo kikuu cha kuendeleza unyanyo kudumaza kijamii na kuathiri ushiriki wao katika jamii. Lugha ya kijeli kuchochea ubaguzi na kuwanyima haki ya kuheshimiwa kama binadamu wenye uwezo na thamani sawa na wengine. Ni wajibu wa jamii nzima kubadili mtazamo wa kutumia istilahi na kuzingatia utu wa kila mtu. Heshima katika maneno ndiyo msingi wa kujenga jamii jumuishi yenye usawa na inayothamini watu wote bila kujali tofauti zao. Ndugu mfuatiliaji, makala hii hapa imefika tamati. Mtayarishaji wako Tatu Juma, asante kwa kuwa pamoja mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Endelea kufuatilia vipindi vyetu. Hii ni chanel yako pendwa Zenji Update Online TV. Karibu.